Okay, ndugu zangu, uh, leo nitakufundisha namna ya kufanya malipo kwa kutumia namba za simu. Sasa ungana na mimi mwanzo hadi mwisho uh, ili uweze kujifunza na kuelewa ni namna gani ambavyo unaweza kufanya malipo kwa kutumia namba za simu. Hii hapa ni Pocket Option. Sasa cha kwanza unachotakiwa kufanya uh, kwenye akaunti yako kuna uh, kitu kichapa. Sorry, ngoja nibadilishe rangi. Na kitu hichi hapa sasa, wewe utagusa hapo sasa. Ukisha pagusa hapo aa, kama hivi uta, utapakuta uta pako tofauti. Sasa unaweza ukapakuta pako hivo hapa, pameandikwa Tigo, si ndio? Lakini muda mwingine hautopakuta hivo, sawa. Usipopakuta pameandikwa Tigo maybe hakuna unatumia voda, lakini pameandikwa Tigo kuna sehemu nyingine ambapo unatakiwa upaguse eh, maybe unaweza ukagusa hapa hivi hapo chini hapo sawa. Hapa sasa, ukishapagusa hapo na kama hivi nilipopagusa mimi, itakuletea option nyingi sana, ambazo ukishuka chini zinaelezea kama mnavyoona. Mwanzo kuna Tigo, kuna Visa, kuna Vodacom Mpesa. Eh, kuna Airtel Money halafu kuna Halo Pesa, mnavyoiona, si mnaiona Halo Pesa i yeah, hapa Halo Pesa kuna Airtel Money na nyingine ziko juu ambazo nimekwisha kuzitaja. Sasa wewe utachagua ni mtandao gani ambao unaupenda. Hizi nyingine ni cryptocurrency, lakini leo nitazungumzia namna ya kudeposit kwa kutumia mtandao wa simu sasa. Tufanye uh, wewe unatumia, unatumia unatumia unatumia gani, unatumia mtandao gani niseme? Let's say wewe unatumia mtandao wa Vodacom si ndio? utagusa mtandao wa Vodacom sawa. Ukishagusa mtandao wa Vodacom kumbuka, hapa minimum deposit ni dola kumi, sawa minimum deposit ni dola kumi. Sasa, kama minimum deposit ni dola kumi, yani kiasi kidogo cha kuanzia dola kumi. Kwa hapo utaandika dola kumi, and then ukisha maliza utaweka namba ya simu hapa. Namba yako ya simu utaiweka hapa. Sasa, ukisha maliza kuweka namba ya simu hapo alafu hapa chini utaweka jina la kwanza la namba ya simu ambayo una, una ambayo umeiandika mara ya kwanza hapo juu. And then hapo utaweka jina la mwisho la hiyo namba ambayo utakuwa umeiweka. Sasa kwa mfano wewe unaitwa Jeff unaitwa George si ndio? Alafu chini unaandikwa Muhando. Kama unaitwa George Muhando, ina maana kwamba jina la kwanza litakuwa ni George, jina la pili litakuwa Muhando. Sasa wewe utaweka majina yako yote kulingana na nida yako ilivyo, sawa. Sasa tufanye hivyo tuandike hapa dola kumi. Pap. Alafu kuna kipengele hichi hapa, sijakielezea hiki kipengele Aa, uh, ni kwa wale ambao wana promo code, lakini wewe kama hauna hicho kitiki usikitiki, kiache. Kama ukiweka hivyo atakuomba weke promo code hapa, lakini kakuwa we promo code hauna unaanza ukakiswitch uka ukakitoa uka, uka. Sasa ukishaweka dola kumi pale juu utaweka, uh, namba ya simu. Sasa tufanye hivyo yeah, namba ya simu nimeweka hii hapo tumeweka namba ya simu, jina la kwanza, jina la pili sinaona. Sasa tukisha maliza hapo, unaonyeshwa kabisa kwamba kiasi kitakachokatwa kwenye akaunti yako akitopungua elfu ishirini na saba na mia moja sabini elfu ishirini na saba na mia moja sabini Sasa ukisha maliza, uh, utagusa paliko andikwa pay, utapagusa hapa Continue and pay. Sasa ukisha pagusa hapo utaletewa sehemu ya kuweka namba ya siri yani, utaweka namba ya siri ili kuweza kukonfirm kukonfirm malipo yako, sawa. O, ukishagusa tu hapo utaletewa namba ya siri sehemu ya kudhibitisha, kuweka namba ya siri ili uweze kupokea a, ili waweze kukata salio ambalo linakuwa ndani. Nahisi kwa wale ambao huwa mna deposit automatically, le, kwenye mifumo ya betting, naelewa namna ya kufanya hapo. Sasa hiyo ukitumia ni njia nyepesi sana ambayo itakusaidia namna ya kufanya malipo kwa kutumia mtandao wa simu. Na ukisha maliza kufanya malipo automatically, uta refresh page yako. Ukisha refresh page yako utakuta balance hapa imeweza kuongezeka. Sasa